Rais wa 2015 hey, ni rais wa muhimu sana kwa rais wa taarifa yako. Rais wa 2015 ni rais wa muhimu sana kwa Tanzania na kwa dunia yote, kwa taarifa yako yeah. Pengine mtu mwingine atasema ah, Gwajima, why do you say so? there are many presidents came and went. why are you talking about the 2015 president? mimi najua hekima ya Bwana wana wa Israeli Waliyajua matendo makuu ya Bwana. Lakini Musa Musa Musa mtumishi wa Bwana alizijua njia za Bwana. Kujua njia za Bwana maana yake nifanyefanyeje, mpaka bahari ya Shamu igawanyike. Alijua nifanyefanyeje, mpaka mwamba utoe maji. Alijua nifanyefanyeje, mpaka kwale wapae wenyewe wanakwenda kwenye kambi ya Wayahudi waseme nikakamatwa. Alijua nifanyefanyeje